Leo kabla hatujaitizama hii video, naomba nikuulize swali moja rahisi sana. Unaweza ukamuoa mwanamke kabla haujafanya naye mapenzi? Na wewe mwanamke, unaweza kuolewa na mwanaume kabla haujafanya naye mapenzi? Niambie leo bana. Tunaenda kumtizama binti mmoja mzuri sana. Binti huyu anaitwa Nadira. Nadira alikuwa ni mwanamke ambaye kila alipopita watu waligeuka kumtizama. Wanaume eh, hey, hey, kapita binti, kapita binti, binti mrembo, binti mrembo. Wanaume walimsindikiza kwa macho. Kuna wengine walimtumia maua, walimnunulia zawadi na walimwahidi mapenzi ya milele. Lakini Nadira hakuchagua mwanaume kirahisi bana. Aliwajaribu wote waliomwendea. Unajua aliwapa nini? E vijana, mmewaza kama Nadira alikuwa anagawa utamu bana? Sio kweli. Mwanaume mmoja alimchukua Nadira akampeleka dina, yaani chakula cha jioni. Usiku huo, Nadira alijifanya amepitiwa na usingizi, akalala bila kufuta makeup usoni. Asubuhi walivyoamka, mwanaume alicheka akasema, "Hey, yani wewe <laughs> umelala na makeup usiku hadi asubuhi ah bana, em futa makeup yako, nataka nikuone sura yako binti, ulivyo mzuri ulivyoumbika." Nadira alitabasamu kwa adabu na heshima, lakini moyoni mwake alishamtoa jamaa na akasema kabisa kwamba huyu simuhitaji na hakuwahi kuwasiliana naye tena maisha yake yote. Binti huyu alikuwa anaficha sura yake muda wote, yeye katika sura yake ana makeup Unadhani katika sura yake kuna nini? Nini siri ya sura ya Nadira? Sasa hakuna mtu aliyeruhusiwa kumwona bila makeup. Watu walidhani ni kwamba binti anajivunia kwa sababu yeye ni mzuri, anajiona sana. Lakini kwa Nadira vipodozi havikuwa ni urembo tu, vilikuwa ngao yake ya maisha yake yote. Ndiyo maana alibaki kuwa na fumbo ambalo kila mwanaume alitaka kulifumbua, lakini hakuna aliyefanikiwa. Meza ya vipodozi ya Nadira ilionekana kama duka dogo, kulikuwa kuna poda, kuna brush, kuna lipstick na krim zilipangwa vizuri chini ya taa. Kila asubuhi na kila usiku alikaa mezani akipaka uso wake kwa umakini mkubwa. Alipaka makeup anapoenda sokoni, alivyolala pia alipaka makeup. hata alipokuwa mgonjwa kitandani aliomba kioo na poda kabla mtu yoyote hajamwona sura yake. Kwa Nadira, uso bila vipodozi haikuwa rahisi kumwona. Mara nyingi binti huyu alijitizama kwenye kioo kwa muda mrefu sana: mashavu malaini, midomo yenye lipstick na kope ndefu. Alijidongoneza akasema, huyu ndiye mimi, huyu ndiye wanayempenda. Nikipoteza urembo huu, nitapoteza kila kitu. Marafiki zake walimcheka. Wakisema yani, nyie, siku moja Nadira atazikwa na vipodozi usoni. Nyie mwacheni, he. Wakacheka. Nadira yeye alikuwa anacheka tu, lakini ndani kabisa ya moyo wake, wazo la mtu kumuona sura yake halisi ilikuwa sio kawaida na isingeweza kuwezekana kutokea. Urembo wake ulikuwa nguvu yake, maski yake ilikuwa ndo maisha yake, muda wote ana makeup. Miongoni mwa wanaume wote Kulikuwa na mmoja ambaye alikuwa tofauti. Huyu jina lake alikuwa anaitwa Omar. Omar alikuwa mkubwa kidogo kwa umri, alikuwa ni mtulivu na ni mpole sana. Hakummiminia zawadi wala ahadi za kijinga. Alimsikiliza alipoongea, alimuuliza ndoto zake, hata hakuuliza urembo wake. Barua zake zilikuwa za maneno ya upole, maneno ya kubembeleza, maneno ya kupendeza. Walipotembea pamoja, hakujaribu kugusa uso wake hakumwomba amwone bila vipodozi. Alimshika mkono wake tu na kuzungumza naye kuhusu maisha yake, kuhusu kesho na kujenga familia. Hilo lilimfanya Nadira ajisikie vizuri na ajione yupo katika mikono salama. Akiwa na Omar hakuwa na hofu. Alifikiri huyu ndiye mtu ambaye hata nioji ananipenda nilivyo. Polepole, Nadira akaanza kumpenda pia. Siku zikageuka miezi, ikasonga Nadira na Omari walionekana pamoja kila mara, walikula sehemu tulivu, walitembea bustanini na kuzungumza chini ya anga la usiku. Omari hakuwahi kumlazimisha chochote Nadira, na Nadira alipendezwa sana na Omari. Alipoomba amuoe, Nadira hakusita, alikubali. Siku ya harusi ilipofika, kulikuwa na muziki na vicheko, na ukumbi ulijaa watu wengi sana. Nadira alionekana kama mungu wa kike. Watu walinong'ona, anawezaje kuonekana mkamilifu kiasi hiki? Omari alisimama kwa fahari akimshika mkono kana kwamba alikuwa zawadi ya thamani zaidi duniani. Baada ya wageni kuondoka, mziki ukazimwa, waliingia chumbani wakiwa mume na mke. Kulikuwa na mwanga wa mishumaa, mwanga hafifu. Omari alikuwa na furaha sana, alimchukua nadira akamshika mikononi mwake akiwa e, na furaha, kicheko cha mahaba, ha ha ha. Mpenzi wangu, Nadira, nakupenda sana si unajua vitu kama hivi ehe lakini Nadira ndani ya muda mfupi aligeuza uso wake kila alipomkaribia. Hakuna aliyeruhusiwa kuugusa uso wake. Ghafla Omari aliteleza kwenye zulia refu, akaanguka vibaya, kichwa chake kikagonga kitanda, akaanguka sakafuni na kupoteza fahamu. Nadira aliganda kwa hofu, kisha akaanza kulia, machozi akaanza kumtoka. Yakiosha makeup yake usoni. Alipiga magoti pembeni yake akilia, "Omari tafadhali, Omari amka, mpenzi wangu, tafadhali usiniache Omari, Omari please, amka mpenzi wangu." Alisahau kabisa kuhusu uso wake, aliona tu Omari akiwa amelala kimya. Omari alipoanza kufumbua macho, alimtizama Nadira, uso wake ukiwa umebadilika kwa hofu. "Nadira, nini kimetokea kwako? Nini kimetokea, Nadira?" Nadira akagusa shavu lake. Uso ulikuwa mkavu, umejaa mistari ya makunyanzi, maski yake ilikuwa imeisha, imeanguka. Omari alishtuka akasema, wewe si una una, una umri gani Nadira? Nadira akafunika uso wake akilia. Omari akajaribu kusimama akitetemeka kwa hofu. Mwanamke aliyekuwa mbele yake hakuonekana kijana tena, alionekana ni mwanamke mzee sana. Omari tafadhali usiondoke mpenzi wangu. Nadira aliomba huku machozi anamtoka, lakini Omari alionekana anazidi kuogopa zaidi. Hatimaye Nadira akaanza kusema ukweli, akasema ilikuwa kipindi ambacho na miaka 35, niliachwa na mpenzi wangu kwa sababu ya binti ambaye alikuwa ni mdogo na umbo dogo na, na ni mzuri. Nilivunjika moyo. Usiku mmoja nilikutana na mwanamke mzee aliyenipa poda ya kunifanya niwe kijana, niwe na mwonekano wa kitoto alikiri kuwa wanaume aliyowahi kuwa nao wote walikufa, lakini yeye aliendelea kubaki vile vile. Omari akamuuliza kwa sauti ya kutetemeka, wewe si una miaka ishirini na tano? Nadira kichwa, Nadira akatikisa kichwa akasema nina miaka mia moja. Ndani ya sekunde chache mwili wake ulianza kuzeka haraka, nywele zilidondoka, ngozi ikajikunja zaidi, nguvu zikamwacha, hatimaye akaanguka sakafuni akisema kwa sauti dhaifu, nilitaka tu kupendwa, nilitaka nisiwe peke yangu. Kisha akafariki dunia. Omari alibaki amesimama kimya, akitizama mwili wa mzee aliyekuwa mke wake. Ndoto ya harusi ikageuka na kuwa kimya na giza. Na imani video hii umeipenda sana, lakini funzo ambalo tumelipata kwenye video hii ni kwamba si kila kinachong'aa ni dhahabu. Urembo wa Nadira ulificha ukweli mchungu na maski ilipovunjika, kila kitu kilivunjika pia. Nashukuru sana kwa muda wako. Hii inaitwa Bongo Star Media. Nina imani kupitia video hii kuna funzo kubwa sana ambalo umejifunza. Mimi naitwa Jimmy Gori Frey.